Assalamu alaykum. Kwa jina kwa taasisi kwa jina ya Muhammad Ghali bin Bashiri Ashadhili Al-Yashur katika viongozi wa Tanzania Muslim Hajj. Sasa tukishirikiana na Majlis al-A'la au kwa Kiswahili BAKWATA na tuko hapa katika kuadhimisha katika kuendeleza katika kumalizia ibada yetu ya haji. Na hivi sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali zote na tuko katika kwenye takrima zetu za mahujaji wetu kama hivi mnavyoona katika maandalizi ya asubuhi ya leo na mengineyo yanayoendelea. Mahujaji wanapata nini asubuhi hii? Ah, hebu wanapata mayai ya kukaanga kwa leo leo, mayai ya ya kukaanga. Ni mayai ya kutaka kukaanga. Mayai ya kukaanga na, na hmm. slice ya mkate hmm, pamoja ina ina, ina jam mayonnaise, na vitu vingine vingine, juice ya chai Kiki.. Mm. Alhamdulillah, maisha hawa mahujaji wawaya wasumbui maisha haya hivi maisha kama maisha mm. maisha ya, ya huku mm. yana raha yake yana tabu yake mm. kwa nini nisema yana raha? Mm. yana raha kwa sababu ni ibada ambayo mahala pengine huipati. Mm. yana tabu wakati mwingine ya vyakula ambavyo huku vinavyopatikana huku mahala pengine hupate. Mm. watu wamezoea asubuhi kula muhogo wa kukanga, hapa hakuna watu wamezoea asubuhi hapa kuja, wengine wa miji mingine, kupata urojo hapa hakuna. Kwa hiyo kuna vitu vya kula ambavyo wengine hawakuzoea ulaji huu wa, mayai, ukanga, wa mayai asubuhi ya kukanga, kupewa uji wa kuriji wa, wa, wa, wa au uji wa wenye unaochanganywa na nyama. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vinakuwa taklifu kwa, kwa matumbo kwa afya na mambo mengine, kwa sababu ya mazoea. Wako watu wamezoea kunywa kahawa asubuhi, hapa kahawa inakuwa imechelewa ama

mpenzi mtazamaji, huyu mbele yangu ni mnadhimu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, Shomari. Hebu Shomari tupe habari, naona uko busy na masufuria na mabakuli. Kwa kuwa wewe ni mtu wa karibu sana wa Mufti wa Tanzania, nafikiri kwa sababu Mufti amelala kule ili swali utalijibu wewe. Mufti yeli. maisha ya umu kwanza wa wa sasa kwa hiyo na hapa napo ni sehemu ya kutekeleza nguzo. Kwa hiyo anayafurahia na anawahimiza watanzania wote hmm, wayafurahie kwa sababu hapa watu wanaelekewa kwa kuu hmm. Na ndiyo maana vile katika <coughs> kule tulikokuwa Arafa, akahimiza sana waislamu wa Tanzania waiombee nchi yao kwa sababu wako sehemu ya mwenyezi Mungu na ndio kwenye Uislamu na kutekeleza nguzo yao hmm. Sasa kwenye kutekeleza nguzo Vidani ya hapa na pale lazima itakuwepo, shida za hapa na pale, mara huyo kapotea, mara huyo kafanyaje, lakini kwa sababu ndio kwa sababu watu wanaenda kwa Mungu, e, lazima kuwe na msukosuko hapa na pale. Kwa hiyo maisha ya hapa ni mazuri, na maisha ya hapa ukiyakosa tu mwaka mmoja, ukikosa unatamani. Wewe saizi wale ambao wote wameshakuja kuhiji, wasaizi wanatamani wangelikuwa hapo pamoja na dhiki zilizopo chooni, foleni, chakula kwa foleni, unasimamia wanaona tabu. Leo kuwa hawapo katika maeneo haya, leo wanaona tabu kuwa kwenye maeneo haya, hawaji, basi inawasumbua sana. Kila mtu anatamani mimi ningekuwa, mimi na mimi na sasa hivi yote kwa yote, bado uko nje, ujajitabulisha Umari, wewe ni nani katika BAKWATA huku katika mambo ya hija? katika BAKWATA mimi ni naibu mkurugenzi wa idara hii ya a ya hija, inaye mkurugenzi wake amba ni ida elfu mbili, baada ya yeye ata mimi ambaye ni naibu mkurugenzi. Kazi zako hasa ni nini? Kazi zako haswa e, ni nini za kufanya? na kwa sasa hivi ni ni, ni mnadhimu mm. wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA na tumepewa dhamana na kusema mnadhimu mwingine haelewi tajausahili, ni kiongozi ambaye anasimamia mahujaji wanapokuwa katika nchi ya Saudi Arabia. mm. Sasa ye, sasa yeye sabiasana maj tumepewa dhamana hiyo BAKWATA mahujaji wote wa mm. Tanzania bara kupitia mwenguu wa BAKWATA. Basi sisi kama ndio aata hiyo dhamana ya mahujaji wote. Wa Mufti akiwoku Tanzania, watu wanamsumbua kumuona inakuwa shida ni kuona, nanana, so na nini vipi. Hapa hapa ni mwepesi kabisa kuonana naye, kwenye hema moja tunalala na hivi tunaishi naye, tunakuwa kila hatua na kabisa tu mwepesi kabisa kwenda kwenye hema lake, utamuona saa hiyo. kuna kalaa kukaa foleni hapa chooni vipi, na mufti naye Mufti na yeye anakaa, kwa sababu yeye naye anakubali ile adha ya kukaa foleni na nini, na anakaa, sio kwa sababu ni mufti. Sasa akija tu hapana, yeye hataki mambo hayo, yeye naye anakaa foleni mpaka anafikia zamu yake, ataingia mwenyewe. Wengine wanaona huruma kwamba kwaba ni kiongozi, akija wampisha, lakini wengine wala hawajui, wale wasiotambua, kwa sababu tuna mataifa mbalimbali tunayo hapa. Kuna mataifa ya, ya, ya, ya kuna Nigeria na Togo. Kwa hiyo mtu mtogo anajuaje? ni kwa sababu mt mtogoajajasababu awawatngiaepaka na yote kwa yote, kuna kuwa na nini, kuna mahema yale ya VIP, kuna watu wanakuja kwa ajili ya VIP. Yeye mufti afutiki kwenda kukaa na VIP wenzake. Mufti katika mambo ambayo hayapendi kabisa, maswala yakendayetu kabi. Yeye anasema mimi ni shekhe wa waislamu wa kawaida wote, hata hawa VIP ni wa kwangu, lakini walio wengi ni hawa wa kawaida. Bora nikae kwa hawa wa kawaida, ili wapate elimu, kutoe elimu kwa hapa wote, ili na yeye pia uwe na usawa pia, hata sisi tu watu wa chini umfikie yule mufti wetu, sababu kwa sababu ukienda VIP, inamaana watu wa kawaida wawezi kumwona, kwa sababu kule watu wa VIP hawaonekani kwenye mahema yetu haya ya kawaida.

kama bobo Ajinasoro, ah, hivi anapiga mayai yake. Mayai yake. Ajinasoro anachelewa bwana. Leta maneno, Ajinasoro, jitambulisha. Ajinasoro, weka hivi tu maiki, unaiogopa sasa, Ajinasoro

Hizi uh, foleni foleni, za chooni nini, usumbufu, maisha ya kusumbui. Nisikilize, kama unatafuta haki na unatafuta raha, Mwenyezi Mungu mm. o ni vidogo tu, kumbe mm. huku mtu haji vivi huku mm. unakuja kwa wito bwana kama mm. Mungu haja kuita uia unajikuta mm. mtu kajifungia kapotea, lakini kama umeitwa mm. na Mungu utamaliza mambo yako yote sasa unafanya shughuli gani? Mimi mkulima. Unalima nini, kuna mashamba? mm. so, mashamba. Kata tatu <laughs> zimegewa tangu 64 baada ya mapinduzi mapindu, zimegewa haya kata tatu mm. kila Mzanzibari ana kata tatu na mm. na ndani ya kata tatu lazima iwe ah, mimi kule nina mikarafu na shamba la kuku mm. hoteli Hoteli. bangalo. Inaitwaje? Bagana. Eh. Yeah. Inaitwa Bagani ilo shamba la kuku inakuaje? Maana shamba unafanyaje? Ah, shamba o nalima aunashamba akskilimo kwamba mimi ninafuga nazalisha, kwa hiyo nakukwa akutinga ah. Na mayai Tuachane na hilokuna mzungumziaji rais wa Zanzibar.

Hakuna kilicho baki hapo. Mtu gani unamwalika hija mwakani kupitia bakwa? Nakwambia nakuja na mke wangu. Wewe unakuja na mke wako? Ah, da. Mwakani zaidi ya huyo. Eh. Ah, da. Nakuja na mke wangu bwana. Ah, shukrani. Asante. Umenifurahisha. Friends, mtazamaji, naye hapa ambaye huyu bwana anakula lakini namfuata hapa hapa huyu mzee wangu. Mbuzi afundishi kula majani. Huyu anaitwa Alhaji Kiungiza. Huyu ni kadhi wa mkoa wa Arusha ambaye ndio msimamizi wa shughuli za Baraza Kuu Tanzania bapata katika mambo <laughs> ya hija. Niko naye muda mrefu sana na msipika wake mkubwa uana ubeba mara na kamera na nini. Hebu kwanza tupe taarifa siri yako mpaka wewe umeteuliwa wa kufuatilia masuala ya hija huku. Nasikia ukotoka enzi ya mufti aliyepita, tupe kwanza historia wa wa Wa rahmatullahi wa wa alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Rajabu bin Hassan Abdallah Kiungiza, mimi ni kadhi wa mkoa mm. wa Arusha mm. lakini hapa Bakwata mimi ni Bakwata hajj tour guide. um, mimi ni kiongozi mwelekezi wa ibada mm. ya hija katika maeneo yote ya ya Maka kwa maana ya Maka, Mina, e, Arafa na Muzdalifa, lakini pia Madina, na nimekuwa katika jukumu hili

Sheikh Abubakar Maseri bin Ali Mwana alinipa nayukuu hili kamba igiza baada ya kufa mzee. Kwa hiyo mimi naomba kuendelea kumisaidia katika nafasi hiyo, nikamwambia hapana. Sasa kwanza nililia, kwa sababu lugha aliotumia ilinitisha kwamba yeye ananiomba mimi mimi nani mpaka ya niombe a mimi nitume, mimi nitume na natumika na inshaallah niombe Mungu ili usijutie kuniteua. Kwa hivyo tangu walipoingia madarakani mwaka elfu mbili kumi na tano kwa hivyo mimi ikulivaki katika nakasali na kila mwaka nakuja, sipokuwa ile miaka miwili ya korona mwaka wa elfu mbili na L2 moja ndio tumeweza mpaka sasa alhamdulillahi rabbil alamin, na kuwa kama kiongozi wa kuongoza mahujaji na nimekuwa mzoefu, ayote hiyo mpaka ile ramani auu iko kichwani kwamba kuna maendeleo yanafanyika ya kimiji jasi yes, kwamba ramani imekaa kichwani, mpaka hata nikikuta kwamba mwaka jana tulipita hapa, lakini mwaka huu hapapitiki, wamefanya mabadiliko ya ramani, basi nina uwezo wa kujua njia mbadala, nipite njia ipi ili usalama nakokwenda kwenye zoezi lala ibada. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaka huu tuna mahujaji mia moja. <tutu> Na mpaka sasa wote tuko salama, hatuna mgonjwa, japokuwa tuna baadhi ni wadhaifu kwa sababu ya umri tu, lakini hatuna ambaye ni mdhaifu kwa sababu ya ugonjwa sana kwamba ameshindwa, isipokuwa mmoja ambaye ni Sheikh Abbas bin Sheikh Alfani kiume. Yeye ni kwa sababu ya hali yake, lakini sio kwamba ni mgonjwa, ni hali yake ya kidogo. Lakini hata hivyo ameweza kufanya kila kitu yeye mwenyewe isipokuwa kwa wasai Twaafu na sai hizo ndo ametumia wheelchair, lakini mambo mengine yote ameweza kufanya yeye mwenyewe, na wakati mwingine anajilazimisha kutembea kwa miguu kutoka hotelini eh, kwenda msikitini al-Haram kwenda kusali bila kutumia wheelchair na safari yeye maana kwenda yeye mwenyewe na waumini wenzake ambao ni mahujaji. Kwa hivyo alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. E, ni Waislamu Tanzania mnaotaka kua kfanya hibada ya hilioniconi na vutie nimakwata na mtapata. Lakini hapa ndugu Saimgwao niseme jambo, napata masikitiko sana. Mimi kule nyumbani Tanzania kila panapofikia msimu wa haji kuna kuwa na maneno ya kinafiki maneno ya kizushi ya uongo, kuwaambia Waislamu kwamba wanaotaka kuhiji, kuwatia hofu na uoga usiokuwa na sababu ya kuto kuhiji kupitia Bakwata, mba Bakwata wako hivi, Bakwata wamefikia mbali, Bakwata hawa watu watu wakichukulana hivi na hivi. Huu ni uongo, tena wakati mwingine anayezungumza hayo wala hajawahi kuhiji. Sasa una mshangaa kayapata wapi hayo, na yeye hajawahi. Huu ni uongo na ni ushi, kama nilivyosema. Mimi niko unaongoza ibada hii tangu Mufti Sipa mpaka leo, na hata mahujaji wangu hawa labda sahemu aokupendeza, nimuulize huyo bwana hapo kwa hivyo hey. Huu Boko ni kwa uongo, tunakuwa karibu zaidi mahaji wetu wanakwenda wenyewe na msikitini na wanarudi, hata walio wagonjwa wanaweza kwenda msikitini Alkaba na kurudi kutokana na ule ukaribu wa mahala iliyoko hoteli na msikiti. Kwa hivyo haya sehemu kwao si kweli. Swali langu la msingi, kwa sababu wewe unakuwa iguni a mufti wa Tanzania kila mwaka, vipi hadi zake katika ibada ya hija, anakwenda kupija mawo yanakwenda faatafu twaafuni, nguzo lazima fanakivia mwenyewe, labda azamakibaskii, hali yake ya kiafya inakuwaje, pamoja na kwamba ni mufti wa Tanzania? E, wallahi mufti yuko vizuri mwaka huu, mufti yuko vizuri tofauti na mwaka jana. Mwaka jana aliugua kidogo, sote tuliugua, hata mimi pia mwaka jana niliugua, na sababu ni kwamba joto la mwaka jana lilikuwa kali mno kuliko mwaka huu bila shaka hata wewe ulikuwa huko ulishuhudia, sehemu ya joto la mwaka jana tofauti na leo, mpaka ilipelekea e, raia wa Misri nadhani walikuwa wale watu elfu moja walifariki kwa sababu ya ukali wa joto mwaka jana, lakini mwaka huu hatuna kesi hiyo. Kuna joto ndio, lakini si halifikii mwaka jana kwa hivyo mufti yuko vizuri, afya yake njema alhamdulillah, na tunamwombea Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha afya yake na yeye mwenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo mufti yuko vizuri, na mufti tunaye hapa kwenye banda. Nimewahi kumuuliza mufti kwamba unakuaje? Hapana, hey, hapana, nawezaje kwenda kukaa VIP wakati watu wangu wako, lazima nikaenao pamoja ili shida zao ni zione, nisije kuja kuelezwa kule. Shida zao ni zione, ni lale wanapolala, nile wanachokula. Na ndio kiongozi bora. Kiongozi bora, unakaa na watu wako. Mimi ni mchungaji, mimi ni kama mchungaji wa wanyama. Mchungaji wa wanyama hakai mbali na wanyama wake anaowachunga. Sasa inakuwaje mimi ni mufti alafu nikakae huko kwa nafasi yangu? Ni kweli unaweza nikakaa VIP na serikali ya Saudi Arabia naweza ikanipa nafasi nzuri tu. Kwanza akasema mimi ni mmoja katika wajumbe wa baadhi ya shughuli zao, kamati za mambo fulani fulani ya Kiislamu hapa Saudi Arabia, nimeteuliwa na imamu mkuu wa msikiti wa Maka, Shekh Abdurahmani Asides. Sasa kwa nafasi hiyo tu naweza nikakaa huko kwenye raha nimewakatalia kwamba mimi siwezi kukaa huko na hali ya kuwa mahujaji eh, wangu sijui wa, wanalipi wanakutumanni wanakula nini wanalala wapi. i alikkaaaalahi Eh, <tosimu> ni kiongozi wa mfano kabisa, na hivi ndivyo kiongozi wa umma anatakiwa kuwa. Eh, alivyofanya mufti, ndivyo kiongozi wa umma anavyotakiwa kuwa. Sisi sote mimi ni kadhi wa mkoa wa Arusha <tosimu> lakini mwenyewe unashuhudia nikiwa huku, hata unaweza kusema sio tu kuwa kadhi, unaweza ukasema wala mimi sina wadhifa wowote katika jamii ya Kiislamu, lakini ndivyo kiongozi wanatakiwa kuwa. Sio nikiwa huku basi nijiproudi, nijifanye mimi ndio ghali sana na hivi kisa, mimi kadhi, la hasha. Tena mimi nikiwa huku, mimi ni mtumishi wa mahujaji, na ndivyo tunavyoambiwa khairu nnasi khadimuhum, mbora wa watu ni yule muhudumu wao. Wewe nikiwa huku mimi ni mtu wa kawaida, tena mimi ni mtu chini kuliko hata wewe haji mwenyewe. Sasa mimi nimekuja huku ni muhudumie haji, sikuja huku mimi haji anihudumie mimi. Mimi ndio ni muhudumie yeye haji, anitume anataka hiki nimletee na hivi kadhalika. Alhamdulillah, mwisho ni kushukuru mwenyewe sasa mwao kwa mahojiano haya. Wallahi nikutakia kila la kheri Saimu Gwao. Mwenyezi Mungu azidi kukuimarisha, azidi kukubariki na shughuli zako. Mwenyezi Mungu wakufungulie upate vifaa zaidi na zaidi na zaidi, mwisho ije kuwa ni channel kubwa, ikiwezekana. Mwenyezi Mungu kama itampendeza sasa hivi, wallahi uje kumiliki television yako mwenyewe kule nyumbani inshallah maine, na amini, kwa baraka ya maeneo haya, naamini kwa siku moja utafikia hapo, billahi taufiki. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.